Nini tunaangazia watu wanafiki ama a pretenda katika ulimwengu huu, na katika Bibilia tunalinganisha katika ulimwengu na katika Bibilia, eh? Na nikakwambia kwamba mtu mnafiki ni mtu ambaye anaficha ukweli wa ndani ya moyo wake na kujionyesha mwema na mkamilifu ndani mbele ya watu. I mean, mtu ambaye anaficha ukweli wa ndani ya moyo wake na kujionyesha kama mtu mwaminifu na mtu mwema mbele za watu lakini he's a big liar. Anadanganya, hmm? Anadanganya, anataka tuaonekane mzuri mbele ya watu, lakini in real sense huyu mtu si mzuri ako, right? na sababu ako na lengo fulani, na tukaweza kuangazia uh-huh, watu katika bibilia, baadhi ya watu katika bibilia ambao walikuwa wanafiki, tukaangalia kwamba kuna Judas Iskarioti pale nikakwambia kwamba utakuwa unaangazia katika kitabu cha Matthew chapter 26 verse 14 to 16. bila shaka Uh, utakuwa unajifunza pale jinsi ambavyo huyu Judas aliweza kumsaliti Yesu na aliweza kusaliti wenzake pale ambao alikuwa nao. Alafu kuna mwingine Delila, unapasa katika kitabu cha Judges nywele na bila uh, na na uh, shaka Samsoni akawa ni mtu mwenye hana nguvu tena zaidi alafu Next person tunaangalia kwamba Anania and Safira eh? wakati ambapo walifanya biashara pale, wakauza shamba, lakini ilitokea kwamba aliweza kuficha pesa zingine, hakupeana pesa zote hapo kuonesha kwamba aliweza kusaliti watu ambao alikuwa na wao pale. Alafu kuna wale wengine ambao ni the Pharisees and the teachers of law katika Matthew chapter 23, utakuwa unaangazia pale, msikilizaji, during your free time, alafu utangazia hao Pharisees and teachers of law walifanya namna gani? Kuna another people kuna Simon the sorcerer or another person is Simon the sorcerer, pale unaangazia katika kitabu cha Acts chapter 8 verse 9 to 24, utakuwa unaangazia pale huyu Simon the sorcerer aliweza kufanya namna gani akaweza kusaliti ama kujisaliti pale. Watu wa mwisho ni false prophets and false teachers, hawa nao tuko nao wengi tena zaidi. Utakuwa unaangazia katika kitabu cha Matthew chapter 15, waangalie watu waliweza uh, kusaliti namna gani, ama nini kiliweza kutokea, ndipo sasa tuweze kuwaita pretenders ama uwasaliti hmm? Pretenders ama uwasaliti, na nimekuambia kwamba uh, pretenders